Hivi ulishawahi kujikuta unapata hali ya uchovu mwingi sana ukiwa umetoka kuamka ile asubuhi ya, yaani viungo vyote katika mwili havina kazi, viungo vinauma, mwili unauma, unajisikia uchovu mwingi sana yaani, ni kama vile haujalala au ni kama vile umetoka kufanya kazi kubwa sana. Sasa kama hii hali ilishawahi kukupata zaidi ya mara moja, kuna vitu unatakiwa kuvifanya kabla ya kulala, ni muhimu sana, hupaswi kupuuza hata kidogo. Kikawaida ni kwamba wakati wa mchana tukiwa katika shughuli zetu za kila siku, miili yetu inafyonza nguvu mbaya kwa kiasi kikubwa sana. Sasa sehemu pekee ambapo mwili unapumua, yaani unaziondoa hizo nguvu mbaya ambazo umezifyonza siku nzima, ni wakati wa kulala na tunategemea kwamba mtu akilala akiamka anatakiwa ajisikie uchovu wote umemwisha na mwili una nguvu mpya kwa ajili ya kuianza siku mpya tena. Sasa kama ukijikuta unaamka ukiwa na uchovu mara mbili yake, au ule uchovu uliolala nao umeamka nao vile vile, yaani kama vile hujalala, basi tambua kwamba mwili wako haukufanikiwa kuondoa hizo nguvu mbaya wakati ukiwa umelala. Sasa kuna vitu ambavyo unatakiwa uvifanye, ili uweze kuwezesha huo mwili wako uweze kuondoa hizo nguvu mbaya ukiwa usingizini. Vitu hivyo ni vitu gani? Ndivyo ambavyo naviongea leo katika video hii. Hivyo nakuomba unitegee sikio lako kwa makini sana, kwa sababu hii ni muhimu sana na ni muhimu kwa kila mtu, haijalishi wewe ni dini gani, uwe Mkristu uwe Mwislamu. Hivi ni vitu vya kiulimwengu vinamuhusu mtu yoyote yule ambaye anaishi katika dunia hii, na ukivifuata vitu hivi utaweza kupata usingizi mzuri, utajiepusha na vitu vibaya wakati wa kulala, na pia utaboresha maisha yako kwa ujumla. Naomba nisikilize kwa makini sana. Jambo la kwanza kabisa unalopaswa kufanya kabla hujalala ni kuoga maji ya baridi au maji ya uvuguvugu na kuoga huku ninakokuzungumzia si lazima kutumia sabuni, bali ni kuhakikisha kwamba unaunyunyizia mwili wako maji au unauloweka mwili wako maji. Wengi tumezoea kwamba kuoga ni kwa ajili ya kujisafisha mwili, kuondoa takataka pamoja na majasho, lakini tukija kiulimwengu, kuoga ni zaidi ya kuondoa takataka mwilini. Huwa kuna mambo mengi sana yanatokea pale ambapo maji yanatiririka mwilini mwako. Hivi ulishawahi kugundua hiki kitu, ukiwa na hasira au ukiwa na huzuni, hisia yoyote ile ambayo inauelemea mwili wako, ukienda kuoga, baada ya kuoga unajisikia afadhali au ahueni fulani hivi mwilini mwako. Kama hujawahi kuona hicho kitu, nenda kajaribu, utagundua jinsi ambavyo maji yana nguvu ya ziada katika miili yetu. Tambua kwamba zaidi ya asilimia sabini na tano miili yetu imekuwa covered na maji, kwa hiyo unapo run water juu ya mwili wako, kuna tendo kubwa sana la kiroho linafanyika. Unapojinyonyezia maji unasaidia kuondoa blockings au vikwazo vyote ambavyo vinazuia mwili wako usiweze kupumua vizuri, kuondoa zile negative energy ndani ya mwili wako. Kwa hiyo basi ni muhimu sana kuoga kabla ya kulala, na nimesema si lazima kutumia sabuni, unaweza kutumia maji ya baridi au kama maji ya baridi huyawezi, unaweza kutumia maji ya uvuguvugu. Epuka kutumia maji ya moto kabisa, ambayo yanaunguza mwili. Tumia maji ya baridi au maji ya uvuguvugu. Kama ukiongezea chumvi ya mawe katika maji yako, itakuwa ni vizuri zaidi, lakini kama huna chumvi, basi unaweza kutumia maji pekee. Kitu kingine cha kuzingatia ambacho ni muhimu sana ni position ya kitanda chako. Je, kitanda chako kimeelekea upande gani? Nafahamu jambo hili watu wengi hawalifahamu. Sasa hebu nitegee sikio lako kwa makini sana. Unapolala kitandani, hakikisha kichwa chako kinaelekea kusini au mashariki, na miguu yako inaelekea magharibi au kaskazini. Hii ni muhimu sana, nitakuambia kwa nini. Uelekeo huu unaleta usawa wa nguvu ya sumaku ile iliyopo katika mwili wako na ile iliyopo katika dunia. Usipozingatia uelekeo huu, inaweza kukusababishia matatizo mengi ya kiafya kama vile kukosa usingizi, shinikizo la damu au ndoto mbaya zinazojirudiarudia kila siku. Moja kati ya sehemu muhimu sana ndani ya nyumba yako ni kitanda chako. Kitanda chako kinaweza kikawa ni chanzo cha tiba yako Yani kikawa kina kutibu, au kinaweza kikawa ni chanzo cha matatizo yako. Ndani ya nyumba yako, kitanda chako kamwe hupaswe kukielekezea upande wa kaskazini. Hii ni kutokana na msingi wa nguvu za sumaku za dunia, kwa sababu damu ina chuma na nguvu ya sumaku. Inapolala kuelekea kaskazini, huvutia chuma, kwa hiyo inaweza kukusababishia athari kwenye ubongo na matatizo chungu mzima wakati wa kulala ndipo pale mtu anajikuta hapati usingizi mzuri akiwa amelala au akilala, akiamka najisikia amechoka sana. Hii ni kutokana na kwamba unakuwa umekinzana na nguvu nzuri zisiweze kuingia ndani ya mwili wako. Kwa hiyo upande wa kaskazini ni upande wa kuepuka kwa kila hali. Sasa unaweza kujiuliza, je, nitajuaje kama huu ndio upande wa south au huu ni upande wa north? hiyo simu yako ulionayo hapo smartphone ina application inayoitwa compass. Ukifungua tu hiyo compass inakuonesha yaani, ukielekeza upande huu inakuonyesha huu ni upande wa south, huu ni west, huu ni east. Kwa hiyo utakuwa unatumia hiyo compass kupata mwongozo kwamba hapa ni upande gani, na utaweza kujua kitanda chako kipo katika upande gani, na kama kitanda chako hakijaelekea hizo pande ambazo nimezitaja hapo nyuma, basi hakikisha unabadilisha. Hii itakusaidia sana na utaweza kupata matokeo papo hapo, yaani katika usiku huo huo ambao utabadilisha, utaona jinsi ambavyo unapata usingizi mzuri, utaona jinsi ambavyo unaamka ukiwa na nguvu, ukiwa na pawa. Na siku zote nimekuwa nikiwaambia kwamba huu ulimwengu una kanuni zake. Unapoenda kinyume na kanuni za ulimwengu lazima uone maisha magumu, yaani lazima utateseka katika ulimwengu huu. Kwa hiyo jifunze kufuata kanuni za kiulimwengu, utaona jinsi ambavyo maisha yako yanarahisishwa, utaona jinsi ambavyo vitu vinaenda vizuri katika maisha yako. Kwa hiyo hakikisha unaweka kitanda chako upande wa south au east, lakini pia kwa ushauri wangu binafsi na kushauri, zingatia sana huu upande wa south miguu yako iwe inaelekea north. Huu upande unapelekea pia flow ya nguvu ya pesa katika maisha yako. Kwa wale ambao wataelekezea vitanda vyao upande wa east, east ni upande ambapo jua ndipo linachomoza. Upande wa east unapelekea nguvu ya uponyaji kwa wale ambao wanasumbuliwa na magonjwa au wale ambao wana migogoro ya kimahusiano au ya kifamilia. Ukielekezia kitanda chako upande wa east, itapelekea kumaliza migogoro au kuizuia au kupona kwa wale ambao wanasumbuliwa na magonjwa ya mara kwa mara au magonjwa sugu. Kitu kingine cha kuzingatia kabla ya kulala, hakikisha unatumia material ambayo ni ya asili katika kitanda chako au katika chumba chako cha kulala. Materio ya asili ninayoyazungumzia hapa ni kama vile kitanda kiwe cha mbao kama utatumia mwanga hakikisha unatumia mwanga wa asili usitumie mwanga artificial. Siku hizi watu wengi sana wanapenda kutumia vitanda vya chuma badala ya kutumia vitanda vya mbao. Sasa naomba ni kupe siri hapa. Kitanda cha mbao mbao kama mbao inao uwezo mkubwa sana wa kufyonza nguvu mbaya ambazo umezikusanya siku nzima katika mizunguko yako. Sasa unapotumia kitanda cha chuma, chuma hakina uwezo wa kufyonza nguvu mbaya, kwa hiyo basi matokeo yake zile nguvu mbaya ambazo unalala nazo utaamka nazo vile vile, kama zilivyo. Lakini kama ukitumia kitanda cha mbao, mbao ina uwezo mkubwa sana wa kufyonza na kusaidia mwili wako ku release zile nguvu mbaya ambazo zimejishika katika mwili wako. Kwa wewe ambaye unatumia kitanda cha chuma, hii sikupe pressure, lakini fahamu kwamba unatumia kitanda ambacho si sahihi. Siku ukipata uwezo kanunua, kitanda kingine basi hakikisha unanunua kitanda cha mbao. Kitanda cha mbao ni the best choice. Na kwa wale ambao huwa mnapenda kulala na taa wakati wa usiku, naomba kuzungumza na ninyi. Siku zote usingizi huwe unakuwa bora zaidi pale ambapo kunakuwa hakuna taa, yaani kunakuwa na giza. Lakini kama utapenda kutumia mwanga, basi hakikisha unatumia mwanga hafifu na mwanga huu hakikisha unakuwa ni mwanga wa asili. Kwa mfano, unaweza kuwasha mshumaa au zile taa za asili ambazo tulikuwa tunazitumia zamani. Taa ya umeme haishauriwi kabisa kabisa kabisa, kwa sababu inakwenda kuintafia na mtiririko wa nguvu ndani ya chumba chako, na pia hata usingizi wako hauwezi kuwa bora ukiwa umelala huku umewasha taa ya umeme. Unapolala na taa yenye mwanga mkali, hii itakupelekea usipate usingizi bora, na matokeo yake utajikuta kila siku unaamka ukiwa umechoka sana, viungo vinauma, joints zinauma, utajiuliza sana ni kwa nini, lakini kumbe ni hiyo taa uliyoiwasha. Kwa hiyo basi, ili uweze kupata usingizi bora, usingizi mzuri, na uweze kuuachia mwili wako nafasi ya kupumua vizuri, hakikisha unalala na giza au washa taa zenye mwanga hafifu na taa hizo ziwe ni taa za asili. Hizo ndizo kanuni za ulimwengu zinavyotaka. Ukizifuata utafurahia maisha na utafurahia usingizi wako, na utaamka ukiwa mwenye nguvu, ukiwa mwenye pawa ya kutosha. Na pia kabla ya kulala hakikisha mazingira ya kitanda chako yanasapoti mwili wako kuweza kupumua vizuri na kuondoa nguvu mbaya zote zilizoshikamana na mwili wako. Hapa ninamaanisha nini? Hapa ninamaanisha kwamba kwanza hakikisha kitanda chako umekitandika vizuri, yani kinavutia. Kitanda ambacho kipo smart kinavutia positive energy iweze kutawala mahali hapo. Ninaposema positive energy, ninamaanisha nguvu nzuri, yani nguvu zote nzuri ambazo unazijua wewe, zinavutiwa na mahali ambapo ni pasafi, mahali ambapo panavutia. Na siku zote huwa ninawaambia kwamba kutandika kitanda isiwe kwa ajili ya wageni wavutiwe na chumba chako au kwa ajili ya kuwaonesha watu ni kwa jinsi gani unajua kutandika bali kutandika kitanda ni kwa ajili ya benefit yako wewe mwenyewe, yani wewe na mwili wako na si mwingine. Kwa hiyo unapotandika kitanda chako kabla ya kulala, unaruhusu positive energy iweze kuflow mahali pale. Na pia angalia uvunguni umeweka nini, kuna vitu gani vimekaa huko chini ya uvungu? Vina block positive energy isiweze kuflow katika kitanda chako. Kwa hiyo basi kama kitanda chako kitakuwa kimezingirwa na mizigo uvunguni huko, yaani uvunguni kumejaa hapo, maana yake ni kwamba mwili wako hautaweza kupumua vizuri na kuondoa nguvu mbaya, kwa sababu hiyo mizigo iliyojaa chini ya kitanda inazuia positive energy siweze kuflow. Na pia hayo makorokoro chini ya uvungu huwa yanasababisha negative energy ziweze kujikusanya chini ya kitanda chako. Kwa maana hiyo basi muda wowote ule utakaoenda kulala kitandani kwako, unakwenda kukutana na negative energy nyingine, zinakwenda kuvaa mwili wako, na matokeo yake ni kwamba ukiamka, unaamka na uchovu kupindukia. Unaweza ukawa una meza dawa za maumivu kila siku, unakwenda hospitali, unafanya kila aina ya solution, lakini hupati suluhisho. Tatizo ni nini? Ni hiyo mizigo uliyoweka chini ya kitanda chako inazuia nguvu nzuri usiweze kuflow katika kitanda chako, na pia inazuia mwili wako usiweze kupumua vizuri wakati wa kulala. Kwa hiyo make sure uvungu wako unakuwa mweupe pe. Hii itakusaidia sana kupata peaceful sleeping na pia itasaidia kuupa nafasi mwili wako uweze kupumua, uondoe nguvu mbaya zote ambazo umezibeba katika pilika pilika zako za kila siku. Kitu pekee ambacho unaweza kuweka chini ya kitanda chako ni glasi yenye maji ya chumvi. Maji ya chumvi yatakusaidia kufyonza negative energy zote zilizopo katika mwili wako na kukufanya uamke ukiwa fresh, ukiwa mwenye nguvu. Na pia kitu kingine cha kuzingatia kabla ya kulala, hakikisha dirisha lako linakuwa wazi, at least dirisha moja huwa ipo hivi. Wakati wa kulala miili yetu inapumua na ina release negative energy ambazo tumezishikilia siku nzima. Sasa hizi negative energy huwa zinatafuta pa kwenda au pa kutokea. Sasa kama utakuwa umelala huku umejifungia madirisha ngingi ngingi, yani hakuna sehemu yoyote ile ambayo hewa inaingia. Matokeo yake ni kwamba ile negative energy inabaki humo humo ndani, inakwenda kujikusanya uvunguni, kwenye kona, yani inakuwa ina rotate humo humo ndani ya chumba. So, matokeo yake unakuta una uchovu, au ule uchovu umeongezeka mara mbili yake. Kwa hiyo cha kufanya, hakikisha unafungua dirisha ili kuwe na flow ya hewa kuwe na hewa inayoingia na kutoka, ile negative energy ambazo unazitoa wewe ziwe zinatoka, na positive energy iwe inaingia ndani ya chumba chako. Suala hili ni muhimu sana, ni muhimu kiroho na pia hata kiafya ni muhimu sana. Hata ukienda kumuuliza daktari, atakwambia faida za kulala katika chumba ambacho kinaingiza hewa ya kutosha wakati wa usiku. Kwa hiyo swala hili hupaswi kulipuuza hata mara moja. Unaweza ukazingatia vyote lakini ukafunga madirisha, hapo inakuwa ni kazi bure. Unakuwa umezifungia zile negative energy, mwili wako unapumua, alafu hapo hapo zinakurudia tena. So ni muhimu sana kuzingatia swala hili. Jambo jingine la kuzingatia kabla ya kulala Usilale muda mfupi baada ya kula. Hii hata kiafya, watu huwa wanashauriwa. Sasa leo nitakuelezea vizuri, kiroho inakuwa na impact gani haya mambo. Huwa yanaenda sambamba kimwili na kiroho. Wakati wa kulala ni wakati wa mwili kupumzika, yaani shughuli zote za kimwili zinatakiwa zipumzike, ili sasa roho yako iwe active, iweze kufanya vitu ambavyo vinatakiwa kufanyika wakati wewe ukiwa umepumzika. Sasa inapotokea umekula, umekula vizuri tu alafu umeshiba, alafu muda huo huo unaenda kulala, maana yake ni kwamba mwili wako unakuwa haujapumzika. Kuna kazi ya digestion inakuwa inaendelea wakati wewe ukiwa usingizini. Sasa hiyo itazuia roho yako isiwe active wakati ukiwa umelala, na matokeo yake basi yale mambo ya kiroho ambayo yalitakiwa yafanyike wewe ukiwa umepumzika hayatafanyika. Badala yake mwili utakuwa na kazi kubwa ya kuendelea kudigest chakula huku wewe ukiwa umelala. Sasa kama ulimwengu ulikuwa unataka kuwasiliana na wewe kwa njia ya ndoto, utashindwa, kwa sababu mwili wako bado una kazi ya kudigest. Kwa maana hiyo basi utakosa benefit nyingi sana za kiroho. Sasa jambo la kufanya, hakikisha unakula masaa matatu mpaka manne kabla ya kulala. Hii itakuhakikishia kwamba kwa masaa hayo matatu mpaka manne digestion itakuwa imemalizika. Kwa maana hiyo basi, mwili wako utakuwa katika pumziko kamili au pumziko sahihi. Suala hili hata madaktari na wataalamu wa afya wamekuwa kisisitiza sana, usilale muda mfupi baada ya kula. Sasa athari zake hazijaishia tu kimwili, bali hata kiroho, kuna athari unazipata. Unakuta mtu analalamika Anasema, mimi huwa sioti kabisa, hata miezi sita inaweza ikapita, sioti kabisa. Sasa hiyo sio hali ya kawaida. Inaweza ikawa mojawapo ya sababu inayokupelekea wewe uwe hivyo ni kulala muda mfupi baada ya kula. Yani mwili wako unakuwa upo katika kazi kubwa, wewe ukiwa usingizini. Kazi ya kufanya digestion si kazi ndogo. Sasa vitu vingine ambavyo vinaratibika na ubongo na roho yako vinakuwa haviwezi kufanya kazi vizuri kwa wakati huo. Na jambo jingine unalotakiwa kufanya kabla ya kwenda kulala, hili ni muhimu sana ndugu zangu, naomba unisikilize kwa makini sana. Kabla ya kwenda kulala, hakikisha unaingia katika tafakari. Hebu tafakari matendo yako yote uliyoyafanya kwa siku nzima, angalia ni nani amekukwaza, ni nani umemkwaza ni nani unamgogoro naye? Hakikisha haulali na kinyongo chochote kile moyoni, na zoezi hili linapaswa liwe ni zoezi endelevu, yani la kila siku. Kama kuna mtu amekukwaza, basi hakikisha unaachilia kabla hujalala, na kama kuna mtu umemkwaza kwa siku hiyo, basi hakikisha unamwomba msamaha kabla hujapanda kitandani. Hii itakusaidia sana kuweza kupata usingizi mzuri na pia kuweza kuruhusu mwili wako uachilie nguvu mbaya zote ambazo ulizibeba kwa siku nzima. Siku zote kabla hujapanda kitandani, chukulia kwamba una dakika moja tu ya kuishi. Je, ungeruhusu mwili wako uendelee kubebelea hivyo vinyongo kafanavyo? au je, utaruhusu ufe huku ukiwa umemkwaza mtu fulani? Sasa ukishafikiria ukishavuta picha kwamba una dakika moja tu ya kuishi, huwezi kuruhusu uondoke na mizigo yote hiyo uliyoibebea moyoni mwako. Na kujipa kwamba una dakika moja tu ya kuishi, sio kwamba unajitisha au sio kwamba unajiweka katika hali ya woga. Hapana, huo ndio uhalisia wa maisha yetu. Mara zote tunapaswa kuondoa vinyongo moyoni mwetu na hasa wakati wa kwenda kulala. Usipende kwenda kulala huku ukiwa na mizigo mingi moyoni mwako. Hii inaweza kukupelekea kupata matatizo mengi sana ya kiafya ambayo mengine we unaweza usijui chanzo chake ni nini, lakini kumbe ni hiyo mizigo iliyoibebelea moyoni mwako. Mtu unakuta kila siku akiamka yeye ni lazima ameze panado. Anasumbuliwa na kichwa muma, na kichwa zinamuuma, mwili unamuuma, haelewi chanzo ni nini, lakini kumbe ni mizigo ambayo unaibebelea moyoni mwako. Na mara nyingi mizigo hii inaweza hata kukupelekea ukazeeka kabla ya wakati wako. Hebu siku moja jaribu kufanya hili zoezi kabla ya kulala. Kaa chini, ingia kwenye tafakari: ni nani ulimkwaza? ni nani alikukwaza? Wale wote waliokukwaza achilia, uachie moyo wako uwe huru, na kwa wale wote ambao umewakwaza au umewaudhi waombe msamaha. Halafu angalia huo usingizi utakaopata, ndugu yangu, utapata usingizi mzuri, utapata usingizi wa tiba, vitu vingi vitapona ndani ya mwili wako, na utaamka ukiwa na nguvu na afya tele. Jambo jingine la kuzingatia kabla ya kulala, hakikisha unapangilia vitu vyako katika pea. Ninaposema pea, namaanisha hakikisha unapangilia vitu vyako viwili viwili, sijui tunaelewana. Kwa mfano, kama ni mito kitandani, hakikisha inakuwa ni mito miwili. Kama utaweka mishumaa, hakikisha inakuwa ni mishumaa miwili, mmoja unakaa kulia, mwingine kushoto. Kwa nini nakuambia hivyo? siku zote positive energy huwa inakuja katika pea, yani, unapoweka vitu katika pea unaruhusu positive energy iweze kuflow mahali hapo. Hata kama wewe upo single, yani unalala kitandani peke yako, hakikisha unaweka mito miwili. Hii itakusaidia sana kuweza kupata usingizi mzuri na kuruhusu positive energy iweze kuflow katika kitanda chako. Unapoweka mto mmoja au taa moja katika chumba chako cha kulala, unavutia nguvu ya upweke na huzuni iwezi kutawala katika kitanda chako. Kwa hiyo muda wote ukiwa umelala unajikuta wewe ni mtu mpweke, una huzuni. Lakini unapoweka mito miwili au unaweka mito minne pair, yaani mito minne huku miwili huku miwili unaruhusu nguvu nzuri ya furaha, peace and harmony itawale katika chumba chako. Jambo la mwisho kabisa la kufanya kabla ya kulala Hili ni muhimu sana, very very important. Hutakiwi kulipuuza hata siku moja ni kujitamkia maneno chanya ya uthibitisho. Hii nimekuwa nikifundisha mara kwa mara, maneno yana nguvu kubwa sana, unaweza kumaliza kila kitu kwa kupitia maneno haya. Tunaita ni positive affirmations before sleeping, ni maneno yenye nguvu sana, ni maneno yenye nguvu kubwa mno, na unapoyatamka unaweza kujikuta katikati kati, ukiwa unatamka unapata usingizi na unalala usingizi mwororo, usingizi ambao haujawahi kuupata katika maisha yako. Sasa hebu tuyaangalie haya maneno ni maneno gani? Akili yangu na mwili wangu viko tayari kupumzika. Niko mahali patakatifu pangu. Kila kitu kitakuwa sawa. Stress na wasiwasi haviwezi kunitesa ninaachilia na kuwa na amani. Ninastahili usingizi mzuri usiku huu. Na upenda na kuukubali mwili huu. Nitaulisha kupitia mawazo ya upendo katika ndoto zangu usiku wa leo. Ninashukuru kwa fursa nilizopata leo. Sasa ninapumzika. Kesho malengo yangu yatafanikiwa. Kila wakati ninajisikia amani zaidi kwa kila pumzi ninayovuta. Ninastahili ndoto nzuri Kesho nitapokea mambo mazuri ninayoota. Nimefanya kazi vya kutosha leo, nina amani na ulimwengu. Mambo mazuri huja baada ya kulala vizuri. Ninajivunia mwenyewe kwa leo, kesho itakuwa bora zaidi. Mimi ni kiumbe mzuri, ninastahili kulala. Ninachagua kuacha kuwa na wasiwasi na kuwa na mawazo hasi. Leo imepita, naenda kulala kwa amani. Akili yangu ipo katika upatanishi na hali asilia ya ulimwengu. Kwa hiyo unaweza kuona haya maneno ya uthibitisho ni maneno ya aina gani? Ni maneno ambayo yana nguvu sana. Ukiwa unajitamkia kila siku kabla ya kulala, utaanza kuona matokeo mazuri na kwa haraka mno. Maneno haya hayana utofauti na maombi ambayo watu huwa wanayafanya, lakini utofauti wake ni kwamba katika maombi mtu anaweza kwa kuto kujua akatamka maneno ambayo ni weak ambayo hayana nguvu, lakini haya ni maneno pywa, yana nguvu asilimia mia moja, yana uwezo wa kufanya usiku wako ukawa ni usiku mzuri sana, yana uwezo wa kufanya usiku wako ukawa ni usiku wa tiba, uponyaji na usiku wa kupokea nguvu nzuri kutoka kwa ulimwengu. Kwa hiyo kabla ya kulala Hakikisha unajitamkia maneno yenye nguvu kama haya. Si lazima utamke kama haya ambayo yameandikwa hivi, bali unaweza kutengeneza maneno yako wewe mwenyewe, lakini hakikisha yanakuwa na muundo kama huu hapa. Jitamkie vitu positive, jitamkie vitu vizuri. Usijitamkie vitu negative au vitu vya kushindwa au vitu vya kuogopesha. Tamka vitu vizuri kuhusu maisha yako, kuhusu afya yako na kuhusu usingizi wako. Utaona matokeo mazuri sana. Kumbuka kwamba unapokuwa unatekeleza mambo haya unakuwa unaamini katika nguvu za ulimwengu na utaweza kupata matokeo mazuri kama ambavyo wengine wameweza kupata matokeo mazuri. Na haijalishi wewe ni dini gani, uwe Mkristu au uwe Mwislamu, nguvu za ulimwengu zinafanya kazi kwa mtu yoyote yule ambaye anaishi katika dunia hii. Kama unaamini hilo, unaweza kuandika hapo chini kwenye comment, nipo tayari kukaribisha nguvu nzuri ndani ya chumba changu na kwa hakika ukianza kuyatekeleza haya utaanza ku experience mabadiliko makubwa sana katika maisha yako, na hasa baada ya kulala. Mambo bado ni mengi sana, kama ambavyo huwa ninawaambia, huu ulimwengu una siri nyingi sana, na siwezi nikazimaliza zote katika video moja. Sasa, ili video inayofuata isiwezi kukupita Hakikisha una subscribe na kubonyeza kengele ya notification, ili pale tu nitakapotoa video wewe unakuwa wa kwanza kupata video. Asante.